Karibu sana kwenye elimu ya afya na Dokta Rafiki. Leo tutazungumzia dawa moja maarufu sana mitaani, watu wengi wanaitumia kwa ajili ya kunenepa, inaitwa Abitol, lakini jina lake la kitaalamu inaitwa cyproheptadine. Sasa swali la kujiuliza ni hili, je, kweli inafaa kwa ajili ya kunenepa? na je, ni salama kuitumia? Vipi kuhusu madhara? kuna hatari yoyote inayoweza kutokea? Basi hebu twende pamoja hadi mwisho wa video hii ili ujue ukweli wote kabla hujaamua kuingia kwenye matumizi yake. Abitol ni nini? Abitol ni dawa ya kupunguza mzio, yani allergy. Inatoka kwenye kundi la dawa tunazoziita antihistamine. Kazi yake kuu ni kuzuia kemikali inayoitwa histamine, ambayo mwili huitumia wakati wa mzio, kama mafua, kuwashwa au upele. Lakini tofauti na dawa zingine za mzio, Abitol pia huzuia kemikali nyingine inayoitwa serotonin, ambayo kazi yake mwilini ni kupunguza hamu ya kula. Kwa hiyo ukitumia Abitol, unakula sana, unapata usingizi mwingi, na baada ya muda unanenepa. Sasa inafanyaje kazi mwilini? Salproheptadine hufanya kazi kwa kublock receptor mbili muhimu, H1 receptor ambazo huhusika na mzio kama mafua, upele na kuwashwa; Serotonin receptor ambazo hurekebisha hisia na hamu ya kula. Kwa kuzuia hizi zote, Abito hutuliza mzio na huongeza hamu ya kula, lakini pia husababisha usingizi mzito. Ndio maana wengi wanaoitumia hujikuta wamelala sana mchana na kula sana usiku. Naam, sasa inatumika kutibu nini? Kitaalamu Abito hutumika kutibu allergic rhinitis, yani mafua ya mzio ya muda mrefu urticaria yaani upele wa mzio mzio wa macho yani allergic conjunctivitis, Cushing syndrome hutumika kwenye hali hii kwa ajili ya kurekebisha matatizo ya homoni na kuongeza hamu ya kula kwa watoto au watu waliopungua uzito kutokana na ugonjwa maalum lakini kijamii hutumika kwa kuongeza hamu ya kula bila hata ugonjwa kunenepesha mwili hasa kwa vijana au wanawake wanaotaka kuonekana wamejaa lakini ndipo hapo kuna hatari. Watu wengi wanaitumia bila ushauri wa daktari, wakizani ni dawa ya kunenepesha bila madhara, na jambo hilo siyo sahihi kabisa. Dozi na matumizi: kwa mtu mzima, dozi ya kawaida ni miligramu 4 mara moja hadi mara mbili kwa siku. Dozi ya juu zaidi haipaswi kuzidi miligramu 32 kwa siku. Kwa watoto, umri wa miaka miwili hadi sita ni miligramu 2 mara moja hadi mara mbili kwa siku. Umri wa miaka saba hadi 14 ni miligramu nne mara moja hadi mara mbili kwa siku. Dawa hii haifai kutumiwa bila ushauri wa daktari na haitakiwi kutumiwa na mtu mwenye historia mzio wa dawa za antihistamine au matatizo ya ini. Madhara ya Bito, ambayo kwa kitaalamu tunaita side effect. Sasa kama ilivyo kwa dawa zingine, Abito pia inaweza kuleta mauzi madogo kwa baadhi ya watumiaji, ambayo kwa kitaalamu tunaita side effect. Lakini sio wote wanaweza kupata madhara haya wakitumia baadhi ya madhara hayo ni pamoja na usingizi mzito, kukauka kwa mdomo, kuongezeka kwa uzito haraka, kuchoka au kuwa mzito kiakili, kizunguzungu, kukosa choo. Yaani, wengine hupatwa na wasiwasi au kushuka kwa hamu ya kufanya kazi. Kwa watu wenye magonjwa kama pumu, yani asma, glaukoma au matatizo ya kibofu cha mkojo, dawa hii inaweza kuwa hatari. Inashauriwa wasitumie kabisa. Nam. Sasa tuangalie ukweli kuhusu kunenepa kwa kutumia abito. Ni kweli watu unenepa wakitumia abito lakini kuna mambo muhimu sana ya kuelewa kabla kujafurahia matokeo ya haraka. Unene huo si wa misuli, mara nyingi ni maji au mafuta vinavyokusanyika mwilini. Ni kama kujaza gunia na pamba, linaonekana kubwa lakini halina uzito wa maana. Huo unene hauonyeshi afya bora. Watu wengi wanaotumia Abitol hunenepa huku wakisikia usingizi mwingi, uchovu, kushuka kwa nguvu za mwili, na unene wa namna hii hauendani na afya njema Uzito huu ni wa muda tu. Ukiacha kutumia dawa hii, mwili unarudi kwenye hali yake ya mwanzo haraka, au hata kuwa dhaifu zaidi kuliko ulivyokuwa kabla. Na jambo muhimu kabisa, Abitol haikutengenezwa kwa ajili ya kunenepesha watu. Kazi yake halisi ni kutibu matatizo ya mzio, yani aleji, kama mafua, miwasho na upele, na kusaidia baadhi ya wagonjwa waliopoteza hamu ya kula kutokana na magonjwa maalum. Kunenepa au kuongezeka uzito si kazi halisi ya Abitol, bali ni mojawapo ya madhara yanayotokea baada ya kuitumia. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita madhara haya side effect. Kwa hiyo unapotumia kwa nia ya kunenepa, unakuwa unategemea madhara ya dawa kama tiba, jambo ambalo si salama kwa afya yako kabisa. Unapofikiria kutumia Abitol kwa lengo la kunenepa, jiulize kwanza, unatafuta unene au uzito wa afya, au unene wa muda mfupi wenye gharama kubwa kwa afya yako? Kama unataka kunenepa kwa afya, jibu si kutumia dawa, ni kubadilisha mtindo wako wa maisha. Pata lishe yenye protini na wanga ya kutosha, fanya mazoezi ya kuongeza misuli na ulale vizuri. Na zaidi ya yote, pata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya, au unaweza kuwasiliana nami Dokta Rafiki. Je, Umeshawahi kutumia Abitol? Ilikusaidia au ilikuletea shida? Tuambie kwenye komenti, na kama unataka kujifunza zaidi kuhusu afya yako, bonyeza subscribe, gonga kengele na share video hii kwa mtu anayefikiria kutumia dawa hii bila ushauri wa daktari. Asante sana kwa kunisikiliza, mimi ni daktari wako Dr. Rafiki nikutakie